Mheshimiwa na nampendwa sana Baba Gambera, makamu wa Gambera, mapadre walimu na walezi, Mheshimiwa padri profesa Wabanu, mapadre wote, Mheshimiwa mwakilishi wa mama mkuu, watawa wote wa kike na wa kiume wapendwa mafrateli, na kipekee zaidi hawa ambao leo wanapokea huduma ya utumishi na usomaji au utangazaji wa neno la Mungu, walei, Wakristo wenzangu mliomo humu kanisani, wafanyakazi, taifa la Mungu wote tunaoshiriki adhimisho hili la misa takatifu. Pokeeni okay, salamu za heri na baraka kutoka kwa mwadhama Protasi Kardinali Rugambwa ambaye amenituma. Baba Gambera, mlipeleka mwaliko kwa mwadhama Protasi Kardinali Rugambwa aje siku hii ya leo hapa kutoa huduma ya utumishi na usomaji basi naye anashukuru kwa kumpa nafasi hiyo na kwa sababu ya majukumu aliyonayo, basi amenituma mimi pamoja na kunituma kutekeleza jukumu hilo, basi amenituma salamu nyingi za heri na baraka kwenu, Baba Gambela, na walezi wote, jumuiya ya mafrateli walelewa na wahudumu watawa wanaofanya huduma hapa na wa, wafanyakazi au wahudumu wote, lakini pia na nyinyote wenye mapenzi mema pokeeni okay, salamu hizo, akiwapongeza kwa majukumu mema haya mnaoyatekeleza vema ya malezi, lakini vilevile akiwapongeza mafrateli kwa kuendelea kupokea malezi, kujitayarisha kwa ajili ya kuwa watumishi katika shamba la Bwana. Basi leo ni siku ya furaha kwetu sote kwa sababu kati ya wanajumuiya wenzetu ambao ni hao ambao wanajiandaa kupokea huduma ya usomaji na utumishi madhabahuni. Basi wanapiga hatua katika safari yao ya wito na kwa hivi wana furaha kubwa sana mnaweza tu kuona batasamu zao upande huu wana tabasamu na upande huu wana batasamu eh? mnaweza kuona tu basi katika furaha hiyo ndio maana nasi tunasali pamoja nanyi tukimshukuru Mungu na tukiomba na kushiriki nanyi furaha hiyo watu wanasema furaha ya kweli ni ile inayoshirikishwa basi nasi tunafurahi kushiriki furaha hiyo pamoja naye. Tafakari ya maandiko matakatifu leo ni juu ya wito, na tunaelezwa katika somo la kwanza la kitabu cha, kwan, kitabu cha Samueli sura ya tatu aya ya kwanza hadi ya kumi na vile vile injili tuliyoisikia naelezwa hali nne zinazotarajiwa kwa yule anayesikia ameitwa kwamba huyo yoyote anayeona kwamba au anayejisikia kwamba ameitwa, anapaswa aendelee kujitambua kwa kuangalia hali hizi nne. Kwanza, aridhike kwamba yeye ni mtu sahihi mtu sahihi kwamba ameitwa. Usahihi huu hauna maana kuwa awe mkamilifu. Ni kweli moja kati ya vigezo na masharti ya wito ni ukamilifu, lakini kila wakati Mungu anasubira. Hatudai hapo hapo tunapoitwa tuwe wakamilifu, lakini anaweza kuendelea kutupa nafasi na muda, mradi tu sisi tuone huo ulazima Amba, tunadaiwa na tunahitaji kuwa wakamilifu, na hivi tunategemewa tujibidiishe kuupata huo ukamilifu. Hii ni kwa sababu uzoefu unaonyesha kwamba Mungu hawaiti wakamilifu, lakini anawakamilisha aliyowaita. Kumbe mtu sahihi hapa tuna maana ya yule aliyekusudiwa yule aliyelengwa na Mungu katika jambo au jukumu husika. Hilo ni la kwanza, mtu sahihi. Lakini la pili, basi yule aliyeitwa aendelee kujiuliza pia kwamba mahali alipo ni mahali sahihi. Nimeitwa katika jambo fulani, basi niwe mahali panapohusika na jambo hilo. Lakini la tatu ajiulize, ili kama anachokifanya ni sahihi, na la nne na la mwisho, hicho anachokifanya kifanywe kwa wakati sahihi. Tunafahamu kwamba kila jambo lina mahala pake na lina wakati wake. Somo la kwanza ni wito juu ya Samueli aliyeitwa kama sisi, na somo la Injili ni wito juu ya vijana watatu katika somo la kwanza Samueli alikuwa na umri wa miaka kumi na miwili ina wataalamu wa maandiko matakatifu wanatuambia, wakati anaitwa wakati anaisikia sauti yake alikuwa na umri wa karibu miaka kumi na mbili kama sio kumi na mbili yenyewe, na alikuwa akimtumikia Mungu madhabahuni, alikuwa madhabahuni, na alikuwa akitumika ama kwa sababu alikuwa anapenda kufanya hivyo au kwa sababu ya mvuto uliotokana na historia ya kuzaliwa kwake. Tunaambiwa wakati wa kipindi cha waamuzi, neno la Mungu lilikuwa haba sana. Neno hili, baadhi ya wataalamu wa maandiko matakatifu wanatuambia haba hapa ina maana hakukuwa na maono ya wazi wala manabii wengi kama vipindi vingine ambapo watu wangeweza kuwakimbilia hawa manabii wawasaidie kujua mapenzi ya Mungu. Kwa mimi nasikia kitu hiki. Nasikia mvuto katika jambo fulani. Hivi ndivyo Mungu anavyotaka au ni mimi nataka? Tumsifu Yesu Kristo. Hata hivyo, kulikuwa na alama za pekee kwamba jambo fulani limetoka juu au limetoka kwa Mungu. Eli alizijua alama hizo kwa sababu ya uzoefu waliokuwa nao. Alitumia uzoefu huo kumwongoza Samueli atambue kuwa yeye ni mtu sahihi. Yupo mahali sahihi. Anachokifanya ni sahihi. Na wakati ule ulikuwa ni sahihi kuitikia sauti ya Mungu na kutimiza sauti ya Mungu ili kutimiza mapenzi yake. Katika mazingira yetu sisi mafrateli wote ni mfano wa Samuel. Na mahali tulipo ni mahali sahihi. Na mengine hayo niliyosema. Sahihi, sahihi, sahihi. Walezi wetu ni mfano wa Eli. Na malezi yetu na majadiliano, maswali tunayouliza na kujibiwa, mazungumzano tunayokuwa nayo katika vipindi, katika shughuli zetu za vipindi na nje ya vipindi, katika maongozi ya kiroho tunayoyafanya yote, mchakato mzima huo wa mazungumzano ni mfano wa Eli na Samueli katika hali hizo nne. Na katika injili tunasikia maneno ya Yesu akiwajibu hao watu mbalimbali au watu watatu walioonja kuitwa na majibu hayo ya Yesu nayo yako bayana, na kwa namna fulani yanaelezea hizo hali nne, sio kwa kila mmoja, lakini kwa kila mmoja utaona hali fulani inajitokeza zaidi. Zote hali zinaweza kuwepo, lakini moja inajitokeza zaidi. Yule wa kwanza anataka kumfuata Yesu lakini hajui gharama yake yaani gharama ya, yani gharama ya ufuasi. Labda alifikiria kumfuata Yesu kutamfanya aweze kuwa kati ya matajiri wakubwa, lakini Yesu anamkumbusha kwamba yeyote anayeingia katika mawazo haya kama kipaumbele na kama anavyotukumbusha sisi anajitanabaisha kuwa sio mtu aliyekusudiwa na Mungu. Kristo ndio anapaswa awe kipaumbele na sio vitu, sio mali na sio mali mwengi. Tumtafute kwanza Kristo katika nafasi ya kwanza, maana tukimpata yeye tumepata vyote. Yeye ni kila kitu, yeye anamiliki vyote, yeye ndiyo muumbaji, yeye ndiyo mtoaji na ndiyo mpangaji lakini la pili, yule mtu, mtu, mtu, mtu wa pili anapenda kumfuata Yesu lakini kwa wakati anapotaka mwenyewe. Anasahau kwamba kila jambo lina wakati wake na mahala pake, na ukipewa jambo ukiwa na jambo ambalo unataka unapaswa kulifanya kwa wakati mwafaka. Usipolifanya kwa wakati huo, wakati ukipita wa jambo hilo na hukulifanya jambo hilo hutaweza kulifanya tena. Watatu aliomba ruhusa kwenda kuaga wazazi wake, ndugu, jamaa na marafiki. Anafananishwa na mtu kigeugeu. Yesu anatoa mfano anasema, nani kati yenu anapokuwa analima anageuka nyuma? Aliyeshika jembe analima anaendelea mbele, anakatua, anakatua, anakwenda mbele anasonga mbele eh, anaukaza uso wake Yerusalemu kama Yesu alivyokuwa anaukaza uso wake Yerusalemu kwenda kutuletea ukombozi. Basi na sisi tuukaze uso wetu kuelekea Yerusalemu. Yerusalemu yetu ni upadre kupitia malezi yetu, malezi yetu, lakini Yerusalemu yetu basi ni maisha ya huko mbinguni, ukamilifu na utakatifu ambayo ndiyo lengo la kwanza katika wito wetu wa Ukristo. Kwa hiyo Yesu tunaona hapa anamkumbusha yule mtu kwamba anachokifanya kwa wakati ule hakikuwa sahihi. Ndugu zangu na rafiki zangu wapendwa sana. Ninyi leo mnaotarajia kupewa dara, eh, huduma Basi ndio matayarisho ya daraja <laughs> ndiyo matayarisho ya daraja si ndio? Basi ninyi mnaotarajia kupokea huduma ya utumishi na usomaji, mnapaswa kutem, kut, kuendelea kutambua nafasi yenu, hadhi yenu, umuhimu wenu na nafasi yenu kwa kadiri ya mpango wa Mwenyezi Mungu na kwa sababu hiyo, mbaki kuwa watu sahihi katika jukumu mnalopewa na hili lionekane katika majukumu yote, hata kama ni madogo madogo kiasi gani mnayokabiliana nayo katika malezi yenu. Mfanye mahali sahihi na mfanye yote kwa usahihi na wakati sahihi, kwa kadiri ya uwezo, nguvu na neema za Mwenyezi Mungu, mwendelee kuyatekeleza hayo. Ni kwa kufanya hivyo basi, Mungu anaendelea kujifunua kwetu, anaendelea kuonyesha mapenzi yake kwetu, tukiendelea na safari hii ya maisha yetu, kila mbacho ya wito kufikia kile ambacho yeye mwenyewe anakitaka na yeye mwenyewe amekipandikiza ndani ya mioyo yetu kama mbegu. Mimi nawatakieni kila lililo jema katika hatua hii mliyoifikia, nikiwapongeza ni wazi huduma hizo zitatolewa hivi punde. Msee, mbona huyu anatupongeza? Yani manake ndio tumemaliza hapo sasa. <laughs> Lakini ni wazi tunatumaini kwamba ni katika adhimisho hili la misa haya yote yatafanyika, na msiyahesabu kama mambo madogo. Hakuna jambo dogo katika maisha, hata jambo kubwa linaanza katika madogo madogo haya tunavyoyapokea kwa ukamilifu, madogo haya tunapoyapokea kwa mikono miwili kwa shukrani, kwa Mwenyezi Mungu, kwa upendo, ndivyo Mungu anavyozidi kudhihirisha yale mengine ambayo ameandaa kwa ajili yetu. Ulichokipata kikumbatie. Tumsifu Yesu Kristo.